katika safari yetu hii ya dawa, msafara wa wiki moja tulioanza hmm, siku ya Jumanne, tukaanzia mji wa Kipungani, tukawa hapo Jumanne, tukawa na muhadhara maghrib na fajr. Siku ya Jumatano tukafika Amu kisiwani, tukawa na muhadhara birile Masjid Sheikh Abdul Wahab, na alhamdulillah Allah subhanahu wataala akatupa taufiki tukaweza siku ya Alhamisi kufika Siu, na ukifika Siu ndio tumefika e, kisiwa chote na tuko maduati watatu tukajigawanya kuanzia tulipofika Siu. Alhamdulillah, hakika ni furaha kubwa kukutana sisi kwa ajili ya kuambizana maneno ya Allah subhanahu wataala na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, haswa katika wakati huu ambao wanadamu na viongozi wa kukafiri wanajaribu mbinu zao zote kumtoa mwanadamu, bali pia waislamu katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na maamrisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumfanya mwanadamu awe kama mnyama. Hakika ndugu yangu Sheikh Muhammad amezungumzia mengi katika wasia wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao hayahitaji taliq ta sababu yalikuwa wazi zaidi, tukifanya taliq ta taharibu. Lakini mimi nataka kutilia nguvu sehemu moja alogusia

Fakala li Bwana Mtume akaniambia mimi ya ghulam, ewe kijana. Ibn Abbas alikuwa ni kijana mdogo, sababu mtume amekufa Ibn Abbas akiwa na miaka kumi na tano kumi na sita. Akamwambia ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin, mimi nitakufundisha maneno ambao yatakufaa katika maisha yako, vile vile itakuwa ni sababu ya manfa kesho akhera. Maneno gani? Mtume akamwambia ihfadhi llaha yahfadhuka, mhifadhi mwenyezi mungu Allah atakuhifadhi. Hifadhi sharia za mwenyezi mungu, hifadhi dini ya mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Unapohifadhi dini ya Allah, unapohifadhi sharia za Allah, Allah atakuhifadhi, atakulinda wewe, ili udumu kwenye uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia ihfadhillah yahfadhuk, kwa hivyo ukimhifadhi Allah, kihifadhi sheria zake, Allah atakuhifadhia dini yako, mali zako, yani ndani ya maisha yako utaenda kwa hifadhi ya Allah subhanahu wataala. Idha sa'alta fas'alillah, tumeka kwa Ibn Abbas, utakapoomba muombe Allah subhanahu wataala na hapa ni pahala muhimu sana katika wasia huo Bwana Mtume sala salam kwa Ibn Abbas, kwa sababu leo watu wengi wanalingania watu wanapoomba wasimwombe Allah peke yake, bali waombe watu fulani. Mpaka watu wanaambiwa kwamba ili maombi yaitikiwe, mkiingia kwenye makaburi tena mkaingia ndani mkakanyaga ule mtanga, ndio maombi yenu yatakubaliwa. Allah subhanahu wa taala amewaleta mitume yake yote na mwisho ni Mtume Muhammad, kuwatoa wanadamu kwenye kuabudu watu wanadamu wenzao, wawaelekeze kumwabudu Allah subhanahu wa taala. Lakini mpaka leo kunao wanadamu ambao wanalingania watu wasimwabudu Allah sawasawa, ndio waswali, wafunge, lakini katika maombi wasiamini kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ataniitikia maombi yangu, waende wakaombe watu walio hai na walio kufa. Mpaka watu wanaenda kumshirikisha Allah, wanakwenda kumuomba maiti awatekezee haja zao. Mtume akamwambia ibn Abbas, idha saalta fasalillah, utakapoomba muombe Allah subhanahu wataala, wa idha staanta, na unapotaka msaada Fasta'in billah, taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu anaweza kukusaidia kwa msaada mdogo, na ukimwomba mara moja aweza kukusaidia, lakini mara ya pili ukisimama na yeye, ah, amezidi jana nimemsaidia. Lakini Allah ukimwomba, kila siku, kila ukimwomba Allah yuafurahi zaidi. Idha idha sta'anta, fasta'in billah

Wakusanyike, wafanye mkutano, wapange namna ya kukufanufaisha wewe. Fulani mmaskini, tumfanye awe tajiri. Fulani ni mgonjwa, tumpe afia, awe mzima tu. Yaani, wataki kukunufaisha wewe, lam yanfauka, hawana uwezo wa kunufaisha wewe. wa in ijtamau na wa lam yanfauka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak hawezi wao kutaka wao wakunufaishe ndio upate manufaa, hutopata manufaa, utakayopata ila bishaiin kad katabahu Allahu lak, ila ni kile kitu Allah subhanahu wataala alikuandikia ndio utakipata. wa in ijtamau na, lau watakusanyika, ala ayadhuruka bishaiin, ili wakudhuru, waseme tu leo tumwangamize hu, tumfanye hivi na hivi, tumdhuru lam yadhurruk. Hawa hawana uwezo wa kudhuru illa bishay'in qad katabahu allahu alayk. Madhara atakaokupata ni yale Allah subhanahu wataala alokuandikia wewe, ya kupata atakupata. rufi'atil aqlam, kalamu zimeinuliwa, wajaffati suhufu, na kurasa ilioandikwa mambo yako yote ya imekauka. Ndugu zangu Waislamu, wallahi hadithi hii ya bwana Mtume saw salam yamfanya muislam asiwe na wasiwasi na maisha yake.